Karibu tena kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali pa kupata elimu ya afya kupitia vyakula vya asili. Leo tunaangazia kikundi kimoja cha matunda yenye ladha ya kipekee na nguvu kubwa mwilini, matunda ya jamii ya machungwa. Hapa tunazungumzia uchungwa, chenza, ndimu limau hadi madanzi unayoyapenda, basi kaa karibu, tujifunze faida zake kumi za kushangaza kwa ajili ya afya zetu. Kwanza, faida za matunda ya machungwa. Kwanza, husaidia kuimarisha kinga ya mwili kupambana na mafua, kikohozi na magonjwa mengine ya kawaida. Mbili, huzuia magonjwa ya moyo. Antioxidant kama vile flavonoidi na vitamin C husaidia kupunguza shinikizo la damu na kulinda moyo. Tatu, huimarisha ngozi na kuondoa madoa. Vitamini C huongeza uzalishaji wa collagen. Hufanya ngozi kuwa laini, nyororo na yenye kung'aa. Nne, husaidia kuyayusha mafuta mwilini. Ndimu na limau huongeza kasi ya mmeng'enyo na kusaidia kupunguza uzito. Tano, hupambana na saratani viribu, viributisho vya antioxidant huzuia ukuaji wa seli hatari hasa kwenye ini, mapafu na matiti. Sita, hupunguza msongo wa mawazo, yani stress. Harufu ya machungwa au ndimu husaidia kutuliza akili na kuongeza utulivu. Saba, husaidia mfumo wa mmeng'enyaji, yaani mfumo wa chakula kusagika. Maji ya limau au ndimu husaidia tumbo kufanya kazi vizuri na kuondoa gesi. nane. Hupunguza kisukari. Citrus fruits zina glycemic index ya chini, haziinui sukari kwa haraka mwilini. 9. Huzuia upungufu wa damu anemia. Vitamin C husaidia mwili kufyonza chuma yani iron zaidi kutoka kwenye chakula. 10. Humpa mwili unyevu na nguvu. Juisi ya machungwa, madanzi au chenza huongeza maji mwilini na kutoa nguvu ya haraka. Mtazamaji na msikilizaji, yanayojiri mitaani TV, matunda haya ni dawa ya asili kabisa. Kula au kunywa glasi ya juisi ya matunda haya kila siku, utajiona mwenye nguvu na afya bora. Usisahau kulike, kushare video hii na kusubscribe kwa, kwa video nyingine zalishe na afya hapa, yanayojiri mitaani TV. Asante sana kwa kutazama. Hii ni yanayojiri mitaani TV.